Sisi kwetu kama Kagera tunaona kampeni hii kuja muda mwafaka. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mkoa wetu unakabiliwa na changamoto na au migogoro kwenye maeneo makubwa matatu au manne. Tunayo migogoro mingi ya ardhi, na nyinyi ni mashahidi, mnakuwa katika halmashauri zetu, nadhani mnakumbana au mnapokea katika mee lakini pia ofisi ya mkoa, kwa hiyo imekuwa ikipokea idadi kubwa sana ya migogoro ya ardhi ikitokea kwa wananchi kwenye maeneo ambayo wanaishi. Lakini mgogoro wa pili au changamoto ya pili ni masuala ya mirathi, nayo hii ilikuwa ni changamoto kubwa katika mkoa wetu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

kwa sababu katika mikoa ishirini na sita Kagera itakuwa ni mkoa wa ishirini na tano kibakiza mkoa huu, lakini pia kwa upande wa Zanzibar kwanzia tarehe ishirini na tatu utekelezaji kwa kakali kufikia Mei mwishoni mwaka huu, sisi kama wizara tunakuwa tumeshakamilisha kampeni yetu katika mikoa ishirini na sita matokeo makubwa ya mashirikiano baina ya sisi watendaji wa serikali, lakini pia asa akiserikali, tukifanya kazi pamoja tutaweza kufikia lengo la kuweza kuhudumia wananchi, kwa sababu asasi zisizokuwa za kiserikali zinafanya kazi ya kuhudumia wananchi, zinafanya kazi sehemu ambapo pia serikali uh, ikafika lakini isifike sehemu zote. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunahudumia wananchi. Tutaingia makubaliano pia na Open University na vile vingine kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma. Lakini kwa mfano pia sauti uh, wako Mwanza, lakini ni kama wanakaka mkanda ratiba ya uzi kwao, tatumia pia wanafunzi, tatumia wahadhiri kuhakikisha kwamba huduma hizi zinapatikana kwao, uendelee kwa huduma za msaada wa kisheria. Uendelevu baada ya kampeni pia ni mpango ambao wizara inaendelea kutekeleza kuhakikisha kwamba wananchi